Bro. Yes. Amesema ana mpoa. Mhm. Eh, amesema kwamba ana mpoa. Amesema ana. Eh, amesema ana. Guy. <laughs> Eh, amesema ana mpoa by the way. Naona unaona t ame amekusikia na ameingia mitini. Mhm. Eh. Guy. Yes. Okay, kama amesema ana, haina shida, ni poa. Tu ndakizi. Ninaoma lakini nitabidi mzoee. Eh, hey, kama kawaida mambo ni mangapi? Ni matatu. La kwanza, anipendi. La pili, anitaki. La tatu, Ananichukia. kwa mpigo, tena zaidi. Wewe jipange, huu mtu amekutoka, ndugu yangu. Mimi nauliza swali kusema tu kweli, yani wewe unaweza kuwa tu uko na mtu wako na unaposti mtu ati mmeshoot ma video kabisa, mmekwatana kwatana pale, mmekamatana kamatana pale, vile ati unamsaidia kumfilisha kumwacha yule demu wake? Okay, amwacha okay, yule demu wake, alafu akufate wewe? Ama ati unasaidia mtu kuachana na demu wake? <laughs> hata sajili pia, ni kweli serious bwana? Ati wacha tuchutuka video tukiwa tumeshikana, mimi na wewe, ni post ndio demu wako akicheki alafu akasirike, mwachane kwenda huko, ai.